Tumewaita hapa kuja kwamba mimi Hashim Abdul Likaya ni mwanachama wa chama cha Chaumma na mweka hazina wa kata Minazi Mirefu, nimependa kuwaita hapa kuwatangazia kwamba kuanzia leo hii mimi sio mwanachama wa Chaumma na sio kiongozi wa kata Minazi Mirefu kama mweka hazina, kwa hiyo kwa sababu ambazo zimeweza kunitoa kwamba sijaridhika na siasa ya uendeshaji wa chama cha CHAUMMA. Ndio maana nimeamua kuita uandishi wa habari leo hii kuja kuwaweka wazi kwamba mimi Hashim Abdul Likaya sio tena mwanachama wa CHAUMMA. Na sio tena mweka hazina wa kata ya Minazi Mirefu kupitia chama cha CHAUMMA. Baada ya kutoka chama cha CHAUMMA, natangaza rasmi mimi sio mwanachama wa chama chochote. Niko kama raia raia mwingine tu, nitahusika kwenda kupiga kula kwa taratibu za kiserikali zilivyosema. Sijalizika nacho cha kwanza, uendeshaji wa siasa. Cha pili, wanamama wameahidi, tuliwaahidi, tuwachukua wanamama tuwaandikishe watu kumi kumi, kwamba kuna mikopo. Tumeingia mitaani na kuwatafuta wanamama, tumeweza kuwaandikisha, lakini mwisho wa siku hakuna mikopo. Wale wanamama wa mitaani wanatuona sisi matapeli. Kwa hiyo ndio maana leo hii nimeamua kuachana na chama hicho kuvua cheo cha kuonekana mimi nitapeli. Naitwa Saumu Athmani Mohamed, nilikuwa katibu katika chama cha Chaumma tawi la Stakishari. Nimeamua kuachana na chama cha Chaumma kwa sababu hakina mwenendo mzuri katika uendeshaji wake wa sera. Wanakuwa wana ahadi ambazo hazikamiliki hazitimii kwa wanachama wala kwa viongozi wao. Kwa hiyo nimeamua kusimama rasmi katika sekta hiyo ya Chaumma. Mimi nikipewa nafasi ya kuwashauri wa mama, waangalie kiongozi ambaye atatuletea maendeleo, atakuwa ni mwaminifu na pia atakuwa anawajali wajasiriamali wa walemavu wa